Mmoja kati ya watu ambao wanaonyeshaga wazi kabisa kwamba wako very proud na kile ambacho Diamond anakifanya, ebwana, huyu hapa si mwingine bali ni Baba Levo ebwana. Baba Levo ni mmoja kati ya wasanii ambao huambi kitu kuhusiana na Diamond Platinumz, na hilo limejidhihirisha pia kwa mara nyingine tena katika hii show ambayo Diamond ameifanya kule London bwana. Baba Levo ameonekana katika matukio tofauti tofauti, kabla ya show wakiwa wanafanya sound check mara tu baada ya kutua kule London. So, kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba Baba Levo alivyofika tu tukamwona, maana tuliona kwamba Diamond alitangulia na familia yake, lakini Baba Levo naye pia akubaki nyuma, ikabidi naye pia pande ndege aende London. So, alivyofika tu, ilikuwa ni vibe.

Yeah, so hiyo ndo moment ambayo Baba Levo alipofika tu kule London lakini pia kwenye sound check tukamwona tena kwa mara nyingine Baba Levo baba akiwa anazungumza kwamba akiwa anazungumza kuhusiana na ukumbi ulivyokuwa mkubwa na mambo mengine tofauti tofauti.

ya yeah, so hiyo ilikuwa ni momenti ambayo Baba Levo alivyofika tu London, baada ya kwenda kufanya sound check, ndipo hapo akatuonyesha pia ukumbi jinsi ulivyo, ulikuwa una, una level 4. Umeona? kuna ground level alafu kuna level nyingine tatu juu, kwa hiyo ni kama vile ambavyo unavyoonaga kumbi kubwa kama, kama unatazamaga zile show za X Factors au American Got Talent, ni ukumbi wa design ile. So huwa hapo unaitwa Albert ambao upo huko London, au bwana. So baada ya hapo pia ni kwamba Baba Levo bwana ameshare momenti nyingi na ameshia momenti nyingi sana kuonyesha jinsi ukumbi huo ulivyokuwa mkubwa, lakini pia kuna momenti fulani hivi tulimuona Baba Levo akiwa yuko na Mama Dangote pia. Eh, akawa anadeka Baba Levo anasema kwamba yuko na bibi yake, maana unaelewa kabisa kwamba Baba Levo mwenyewe anamwitaga Diamond baba yake, kwa hiyo mama wa Diamond, Baba Levo anamwita bibi Mama Dangote ya lakini, baada ya hayo yote ni kwamba baadaye sasa show ilivyoanza tu ni kwamba Babalevo kupitia ukurasa wake wa Instagram akawa notify wa Tanzania kupitia caption ambayo caption hii caption hii aliandika hivi Babalevo kwamba asante Mungu, Diamond kaijaza London, video zinakuja. Meona bwana eh, Baba Levo akawa notify wa Tanzania haraka iwezekanavyo kwamba kweli baada ya show kuanza tu ni kwamba ukumbi ulijaa na ilikuwa ni moment ambayo kiukweli imemfurahisha sana yeye Baba Levo na akawa notify hivyo wabongo kwamba watu kweli wamejaa ukumbini, kwa hiyo video zinakuja na kujana. Of course Baba Levo hakutuangusha -ha akatuonyesha videos kadhaa ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi watu walivyokuwa wamesheheni katika ukumbi huo huko London ambapo Diamond alikuwa ana perform na Uh, Baba Levo amerekodi video nyingi na ameposti video nyingi akiwa anaonyesha kila engo kuonyesha kwamba hakuna magepu, hakuna sehemu ya kusema kwamba eti watu hawajaja, labda hapa kulikuwa kuna nafasi watu walikuwa wameshona. Lakini pia vile vile aka rekodi video kwa simu yake akiwa anaonyesha kwamba, jamani, msije mkasema kwamba tume crop crop au tume shoot pande ambazo watu wamejaa, pande ambazo hazijajaa watu eh, hatuja shoot ili kuficha siri, hapana, lazima muone kwamba umati umejaa ukumbi wote umefurika na ni kitu ambacho ni kweli maana ukitazama tu kwa haraka haraka unaona kabisa kwamba watu kweli wamejana, sio tu kwamba tukitazama kwa haraka haraka, hata kama ukitulia uanze kutazama taratibu taratibu, basi pia utaona vile vile the same kwamba ukumbi kweli Diamond alijaza kwa hiki. Ni kitu cha kihistoria, Diamond kujaza ukumbi wa namna hii ni jambo ambalo tulikuwa tunaona tu wasanii wenzetu huko kutoka Nigeria wakiwa wanafanya vitu kama hivi, lakini kwa mara ya kwanza Diamond Platnumz amefanya, Watanzania wajisikie proud, Watanzania wajivunie kuwa na wasanii kama yy so baba Babalevo amerekodi video hii hapa na akawa anazungumza kwamba msije mkasema kwamba tumekropu, ni kweli Diamond amejaza. Yeah, so hivyo ndivyo moment ilivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako unazungumziaje show ya Diamond Platnumz na the whole experience jinsi ilivyokuwa. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.